Koni Idi Sesanga na ripoti hiyo iliyotazama hotuba ya rais Donald Trump huko Marekani katika bunge jana usiku na heka heka zilizozuka katika bunge hilo. Tunatazama sasa mgogoro wa huko Ukraine, ambako pia rais wa Marekani Donald Trump amesema rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amethibitisha kwamba nchi yake iko tayari kwa mazungumzo na Urusi pamoja na kusaini mkataba wa madini na usalama na Marekani. Ni baada ya mkutano baina ya viongozi hao wawili kukamilika vibaya wiki iliyopita. Hayo yanajiri wakati ambapo rais wa Belarus Aleksander Lukashenko amependekeza kuwa mwenyeji wa mazungumzo ya amani kati ya Urusi na Ukraine. Grace Kabogo na taarifa zaidi. Akilihutubia bunge la Marekani kwa mara ya kwanza baada ya kurejea tena katika ikulu ya Marekani, White House, Trump amedai kuwa anafanya kazi bila kuchoka kuumaliza mzozo mbaya wa Ukraine. Kulingana na Trump, Marekani imeipatia Ukraini msaada wa kijeshi wenye thamani ya mamia ya mabilioni ya dola za Kimarekani. Mamilioni ya wa Ukraini na Warusi wameuawa au kujeruhiwa bila sababu katika mzozo huu wa kutisha na wa kikatili usio na mwisho. Marekani imepeleka mamia ya mabilioni ya dola kusaidia katika ulinzi wa Ukraini bila dhamana yoyote Security with...

Trump pia aliisoma barua aliyotumiwa hivi karibuni na rais Zelenski. Akiisoma barua hiyo mbele ya bunge, Trump alisema Ukraine iko tayari kwenda kwenye meza ya mazungumzo haraka iwezekanavyo ili kuleta amani ya kudumu karibu na kwamba hakuna anayetaka amani zaidi ya Waukraine. Kuhusu makubaliano ya madini na usalama, Trump amesema barua hiyo ya Zelenski imefafanua kuwa Ukraine iko tayari kusaini makubaliano hayo muda wowote ule. Katika barua hiyo, Zelenski amebainisha kuwa wanathamini na kile ambacho Marekani imekifanya kwa ajili ya kuisaidia Ukraine. Kwa upande wake, rais Zelensky amesisitiza umuhimu wa kuwepo ushirikiano kati ya nchi yake na Marekani. Akizungumza jana jioni, rais Zelensky amesema ingawa Ukraine inaweza kujitetea yenyewe, kwa upande wao, uhusiano wa kawaida wa ushirikiano na Marekani ni muhimu katika kuvimaliza vita. Wakati huo huo, rais wa Belarus Alexander Lukashenko amependekeza kuwa mwenyeji wa mazungumzo ya amani kati ya Urusi na Ukraine ambayo yanaweza kuwahusisha maafisa wa Marekani. Katika mahojiano yaliyorekodiwa Februari 27 na kuchapishwa hii leo Lukashenko amesema kwamba Trump alikuwa amefuata sera mahiri ya kigeni. Lukashenko ni mshirika wa karibu wa rais wa Urusi Vladimir Putin, na nchi yake imewekewa vikwazo na Marekani na Ulaya kutokana na kuunga mkono shughuli za kijeshi za Urusi nchini Ukraine na hatua ya serikali yake kukandamiza upinzani. Ama kwa upande mwingine, Ufaransa imesema kwamba inafanya juhudi za kurekebisha uhusiano kati ya Ukraine na Marekani ili kupata amani ya kudumu na imara. Ufaransa na Uingereza zimependekeza makubaliano ya muda kati ya Urusi na Ukraine kama sehemu ya juhudi za kidiplomasia za Ulaya zilizoanzishwa ili kupata uungaji mkono wa mataifa ya magharibi kwa Ukraine baada ya kuibuka tofauti kati ya Trump na Zelensky.